Safari ndio hii imeanza na imeanza tukiwa hapa Ruaraka na ni safari ya broad based ndani ya Nairobi County mimi nimesema kuwa naenda kuwa senator. Sikia kitu nimesema, si ati natamani kukua, nimesema naenda kukua senator wa Nairobi kwa sababu, kwa sababu Nairobi inataka oversight mtu mwenye anaweza kuja mashinani najue Nairobi naendeshwa aje kutoka kwa kaunti. Ukiwa kwa redio na kwa TV kila siku na hata wazee hapa hawajui na wakuoni, kazi inakuwa ngumu sana. Ndio hiyo imepatia hata mtu kama Sakaja kazi ngumu hapa kwa kaunti, kwa sababu senata wetu amekuwa busy uko ndani ya TV na na kwa redio na akuji mashinani. nyumba zikianguka Nairobi, hajui nyumba zinaanguka aje una, unaelewa? So lazima tupate mtu mwenye anaenda mashinani na kuangalia mambo ya oversight. Kitu ya pili, mumesikia wakisema kuwa kutakuwa na mazungumzo yenye tumeamua, Oburu Oginga, party leader wetu, aende aongee na Daktari William Ruto. Nataka na kusema hapa tuta sisi kama Nairobi wakili TJ Kajwang' asikose kwa hiyo meza, unaelewa, hiyo mazungumzo na anapozungumza okay. Ok, asisahau mambo ya wazee pale, unaelewa, mambo ya wananchi, si ndio? Mimi huwa nasema hata kama watakuwa wanazungumza itakuwa ni mambo ya viti, nani atakuwa wapi nani, lakini musisahau maisha ya mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo meza uanze kuuliza wao wako wapi kwa hii mazungumzo yote, na kwa nini nimeamua kusimama hii senator. Broadbase pia itakuwa na kandidate wao, ndugu yangu wamesema yeye liwe liwalo, hata support William Ruto, si ndio? na chama broadbase, watu wakisikizana pia lazima kukue na kandidate. Naenda kukutana na yeye macho kwa macho naenda kukutana naye humundu humu. kama, kama nyinyi mmeogopa mimi wasiogopi by the way oh, oh, oh, tunaenda okay, nayo, okay, okay, okay, nayo nayo okay, okay. nayo nayo unanielewa na mimi hata kitu nashangaa mtu anashangaa William Ruto anaenda kuwa president namna gani 2022 kandideti wetu alikuwa ni baba Raila Amolo Odinga one of our chief sponsor or our chief sponsor alikuwa ni Uhuru Muigai Kenyatta who was the sitting president at that time. Alafu CS wa interior alikuwa ni Matiang'i, si ndio? PS alikuwa ni Karanja Kibicho, si ndio? CS wa ICT mwenye angetufinyia atuongezee na toe alikuwa ni Joe Musheru na bado Ruto akatupiga maji. Sasa wakati sasa wako nje, ndio sasa wanataka kurudi ndani, na wakati walikuwa ndani ilikataa. Inawezekana kweli? Wazee, mimi si mzee sana lakini, inawezekana ati wakiwa ndani walishindwa kutuingiza, sasa wako nje wanataka waingie? Ai, hiyo ni ngumu bwana. ODM ODM, UDA. Unajua jana Secretary General wetu alitumuliwa kazi, na alikuwa amesema yeye ni tsunami, yeye ndio roho ya ODM na hakuna ODM bila yeye, si ndio? Baada ya kutolewa, mimi nilikuwa natarajia atoke na watu wote wa chama waende naye kwa sababu walikuwa wanaona wanampenda. Baada ya kutoka nao, ya ameenda kotini <coughs> ameenda kotini kutaka kurudi ndani ya cha chama. Bwana, si siwe ni tsunami? Wewe ni tsunami, tubaki iadosisi hiyo inamaanisha chama ni kubwa kuliko mtu yoyote. Chama ni kubwa kuliko nini? Mtu yoyote. Wazee wangu, mimi nitakuwa natembea hapa ndani ya Nairobi, unanielewa. Na nikitembea hapa ndani ya Nairobi nitakuwa natembea hapa na pale, na wazee, nakuja, mnanibariki, mnaniwekea mkono kwa kichwa. Tulikuwa Westland juzi, nakuja Kasarani Ntakuja kila pahali na nitatoa ratiba, ndio sasa watu wajue nakuja mashinani, unanipata na tukue na mkutano safi safi kama hii hapa. Unaona hapa hakuna watu wanasumbuana, hakuna nini, kwa sababu pali ya wazee ahirubiki. Neno ya mwisho mimi naomba kura ya William Samoe Ruto, kwa sababu hapo pali natoka mimi. Ni mbunge wa Singapore Langata sasa <laughs> mimi ndiyo mbunge wa Singapore pale Soweto kwetu, nyumba zinajengwa pale Lang'ata Nairobi West. Nimemaliza tivet na najenga shule mupya hapo, tumejenga mashule zote Lang'ata, unadhani ni private school yote? Wako hapa watu wetu wa Lang'ata watakuambia, wako hapa watakuambia, si ndio? Sasa hiyo safari ya kufanya kazi kila pahali ndio sasa nataka kuleta Nairobi yote mimi mbele yenu wazee wangu munishike mkono pia mkumbuke hakuna gavana amewahi kuwa gavana hii Nairobi bila kukuwa seneta jambo mnanisikia sakaja alikuwa seneta sonko alikuwa seneta jalas pia ni hapo mbele hii, hii muji ni yangu jamai hii haleluya, ukisema ODM, unasema tuko tayari ODM. Na unajua, ukisema UDA unasema kazi ni kazi, UDA sao. So, nikisema broad base unachukua ile ya ODM kidogo na UDA kidogo. Nikisema broad base, unasema tuko kazi <coughs> unaipata, unaipata broad base watu wangapi wako kazi? Nionyeshe kwa kofia, nionyeshe kwa kofia, nionyeshe kwa kofia. Unajua kuna vitu saa zingine Jalasu wanasema watu wanafikiria ni michezo, ikienda ikifanyika, ndio watu wanasema, ah, kumbe Jalasu alikuwa anasema ukweli. Na imeenda ikaisha, saa hizi nimeambia Mheshimiwa my, my senior Kajwang aniite nizungumze kwa sababu chairman wangu yuko hapa, mzee Yusuf wako hapa na mimi bado ndio nimetangaza hiyo azma ya kutaka kupanda juu, so siwezi ongea baada ya masini ya wangu kuongea, kwa sababu wao ni wazee na leo hii ni mkutano ya wazee. So siku zote hakikisha unapatia wazee shi heshima, na hiyo heshima ndio tumepatia wazee wa Nairobi leo, kwa sababu kila wakati watu huwa wanasema ni mkutano ya wamama, ni mkutano ya vijana. Lakini leo hawa viongozi wote walikaa chini wakasema wazee lazima wakuje hapa watupatie baraka yao. Baada ya kupata baraka yao, sasa tutoke tuende tutangaze injili ya broadbase huku mashinani. Hiyo ni vizuri ama si vizuri? Hiyo ni vizuri au si vizuri?